Ukiona ugomvi wowote ndani ya jamii ukaingiliwa na serikali kuu na ukatolewa maamuzi na serikali kuu, ujue huo ugomvi umetengenezwa na serikali kuu. Sijui nimeeleweka. Yaani ugomvi wa kifamilia, lakini serikali kuu inatoka ilikotoka inakuja kuutolea maamuzi. Kazi ya serikali kuu ni nini? Kazi ya serikali kuu ni kusimamia sheria za nchi. Hizi sheria za nchi zimeandikwa na nani? Sheria za nchi zimeandikwa na wakoloni wetu, sio sisi tulimeziandika, wakatuachia. Je, wewe unafikiri hizi sheria za nchi zinazoiendesha nchi ya Tanzania zinawafaidisha watanzania au zinawafaidisha wakoloni? Bado nikupe na hii, matajiri wote unaowajua wewe wameupata utajiri wao kwa kuangalia madhaifu ya sheria za nchi kwa sababu sheria za nchi ni kanuni na taratibu za nchi kwa faida ya wananchi. Sasa kama kanuni na taratibu za nchi sio kwa faida ya wananchi, bali kikundi cha wananchi, huu nafikiri ni kitu gani kitakachotokea? Ni ngumu sana kunielewa, lakini nataka nikupe historia kidogo ya mfu sheria za ardhi ambazo wakoloni walitukuta nazo alafu wakoloni wakazigeuza na mpaka leo hii zinawafaidisha wakoloni. Unajua wakoloni walivyokuja, sio kwamba walikuta ardhi inamilikiwa na wanaume tu, kama wanavyopigaga kelele kwamba wao walikuta mwanamke hana haki ya kumiliki ardhi, bali ni wanaume. Sio kweli. Mfumo wa kumiliki ardhi ambao wakoloni walikuta babu zetu wameuweka ni kwamba wanawake walikuwa ndio wamiliki wa ardhi na wanaume ni wafanyakazi. Huwezi kuelewa kama una akili ndogo. Mimi ukoo wangu ni Mushi, ni kijana wa Kimushi. Nikioa natoka kuwa mtoto kijana wa Kimushi na kuwa mfanyakazi wa Kimushi, nafanya kazi kwa faida ya ukoo wa wamushi ambao huo ukoo unamilikiwa na wanawake wa kimushi, yaani aliyeanzisha ukoo wa kimushi aliujenga ule ukoo kwa kupitia wanawake. Huwezi kujenga empire kwa kutumia wanaume. Wanaume huwa wanatumika kuanzisha empire, lakini hawatumiki kuijenga empire. Ukishaanzisha empire, unahitaji wanawake, utawaleta wale wanawake, utawaozesha kwa wanaume alafu utatengeneza sheria za kuwazunguka wale wanawake kwa faida yako wewe, ulianzisha hiyo empire. Sijui unanielewa kama una akili kubwa. Ndivyo utamaduni wa kibantu ulivyokuwa, alafu hichi kitu watu hatufundishwi hata kidogo. Ukienda kwa jamii za kibantu, ukirudi labda huko Moshi, huko kwa Wachaga, sijui kwa, kwa kina Masawe, kwa kina mali ya nani kwenye hiyo miji, wenye hiyo miji ni wanawake. Sasa mimi nikinunua ardhi nikiwa tayari nimeshaingia kwenye mahusiano ya kuoa, ile ardhi ni ya Wamushi, sio ya kwangu. Mimi nazungumzia zamani. Hizo ardhi nimenunua mimi Emmanuel Steven Mush, mmiliki wa ile ardhi ni lile jina la mwisho Mush. Mfumo wa kibantu ulivyotengenezwa, jina la mwisho lina nguvu sana, yaani wale watu wa kwanza kuanzisha hizi koo walitengeneza mfumo ambao chochote tutakachokifanya, wanaofaidika ni wao ndio maana katika mila za kibantu especially sisi watu wa kaskazini, ukifanikiwa kiuchumi unaitwa jina la ukoo. Nafikiri limetoka wapi? Ukiona ugomvi wowote serikali kuu imeingilia na ikatolea maamuzi huo ugomvi, ujue huo ugomvi umetengenezwa na serikali kuu. Kazi ya serikali kuu ni kusimamia sheria kwa faida ya wananchi lakini kumbuka sheria zetu hazipo kwa ajili ya wananchi. Hapana, zipo kwa ajili ya kikundi fulani cha watu, hilo tunalijua. Sasa asilimia kubwa ya sheria zetu za nchi ziliandikwa na wakoloni, kwa hiyo bado zinawatumikia wakoloni. Huyu mama mjane anayelalamika kutaka kui, kuz, kudhulumiwa nyumba yake na huyo sijui tajiri gani, katika jamii ambayo ina utaratibu mzuri huu, sio ugomvi wa kufika serikali kuu. Lakini katika jamii ambayo ina mfumo wa kiunyonyaji huu ugomvi lazima ufike serikali kuu. Kwa nini? Kwanza, huyu bwana ambaye anadaiwa kwamba ameuziwa hii nyumba anajiamini kwa sababu amefuata sheria ambazo hizo sheria zinasimamiwa na serikali kuu. Kumbuka, utajiri ni kuangalia mapungufu ya serikali tumeshafundishwa hilo somo tayari. Kama ujui, ujue leo utajiri ni kuangalia loophole makosa ya kisheria ambayo, kumbuka, sheria ni mfumo wa utaratibu wa jamii fulani kwa faida ya hiyo jamii. Sasa kama sheria ina mapungufu na unaweza ukayapitia yale mapungufu, unakuwa tajiri. Kwa nini? Namba wan, huyu bwana ambaye kisheria alipewa hati ya hiyo nyumba na huyo sijui ni marehemu, sitaki kujua kama jamii ingekuwa na utaratibu kwamba swala la ardhi ni lazima serikali, yani the local government, serikali ya mtaa husika ishirikishwe pamoja na familia na ukoo wa familia, nafikiri hii kesi ingefika kwa serikali kuu. Unajua, navyozungumza swala la serikali ya mtaa na ukoo huo, ni mfumo ambao ulikuwepo kabla wazungu hawajatuvuruga vuruga, kwa sababu kabla wazungu hawajatuvuruga vuruga, ardhi ni mali ya u. Hakuna mtu binafsi alikuwa na uwezo wa kumiliki ardhi, bali ukoo ndio unaomiliki ardhi. Ndio maana kijana akishapevuka anaozeshwa mke na ukoo, kwa sababu hana uwezo wa kununua maa, hana hana uwezo wa kupata mahari. Kwa mfano mimi Mushi, nimesha kuwa nimepevuka, maanake ukoo wangu wa Kimushi utatafuta mahari, utaenda kunitafutia mwanamke, utalipa hizo gharama, utanipa kipande changu cha ardhi, nitaanza kuishi pale. Kwa hiyo hakuna individu ana uwezo wa kumiliki ardhi. Hizo ni sheria zetu za kibantu kipindi kabla wazungu wajatuvuruga. Wazungu ametuvuruga, ndo wanatuletea kwamba individu ana uwezo wa kumiliki ardhi. Kwa hiyo sheria za individu, mtu binafsi kumiliki ardhi, tuliandikiwa na wazungu, lakini ukirudi nyuma, ardhi ni mali ya ukoo. Kumbuka hakuna sheria nyepesi ya kupata utajiri kama kuwagawana, kuagawa watu vipande vipande na kuwapa sheria nyepesi nyepesi. Kwa hiyo huu ni uzembe wa sheria kwamba hiyo ardhi amenunua huyo marehemu, kwa hiyo ana uwezo wa kuiuza anavyotaka yeye. Namba, tutengeneze hii kitu. Mimi hapa napambana maisha, lakini nikifanikiwa lazima nijiswitch kwenye mfumo wa jamii. Maanake leo hii nimefanikiwa nikanunua shamba, hilo shamba litaitwa ni la bwana nani? Bwana Emmanuel Stephen Mushi, yaani mmiliki wa lile shamba, japokuwa ni mimi nimepambana na nikalinunua, ni Mushi sio mimi. Kumbuka mchakato wa kulinunua shamba ni mimi nimetoka jasho lakini mmiliki wa shamba ni Mushi. Kwa nini Mushi? Ndo amenileta amenileta duniani. Yani mimi mpaka hapa naongea na nyie, aliyefanikisha mimi kuwa hivi ni Mushi, sio mimi. Kwa hiyo bado Mushi ananimiliki mimi. Sasa ikitokea nimenunua shamba, hilo shamba ni la bwana Mushi, na ikitokea nimeoa, mmiliki wa shamba ni mwanamke ambaye anaitwa mama Mushi. Hizo ni mila za Kichaga. Sasa manake kama ma nataka kuuza shamba siwezi tena, mama Mushi anazuia, kwa sababu kazi ya mama Mushi ni nini? Ni kuzaa watoto kwa faida ya Mushi. Yani mila za Kibantu, mwanaume unavyooa unapoteza haki ya kuwa mtoto wa ukoo, unakuwa mfanyakazi wa ukoo kwa faida ya mwenye ukoo. Hizo ni mila za Kibantu sasa ambazo wazungu alizivuruga. Tukirudi kwenye mila za Kibantu, huyu mama shamba ardhi ni ya kwake, yani hiyo nyumba ni yake. Huyo mwanaume ameuza, ameuzaji, yani ameuza, ni ya kwake. Ya kwake kivipi? Huyo mwanaume ana ukoo. Ndugu zangu, serikali inasimamia sheria za kikoloni ambazo ni za kishenzi. Kwa sheria za kikoloni ambazo ndizo zinazosimamiwa, huyu mama atapoteza haki yake. Huyo tajiri ambaye amenunua hiyo nyumba, si amefuata sheria za kikoloni? Lakini tukirudi kwenye sheria za kibantu hiyo nyumba ni ya huyo mjane, si ameolewa? Ameolewa kwa gani? Wa akina Masawi. Basi hiyo nyumba ni, hiyo nyumba ni mali ya kina Masawi au ya kina Mboro au ya kina Shayo. Hizo ndio mila za Kibantu. Huwezi kusema hiyo nyumba ni ya huyo jamaa, amenunua. Amenunua yeye, aliyemuzia nani? Akina Shayo, akina Mboro, akina, akina Mushi. Mimi hapa sina maisha, ndugu zangu, ila nikifanikiwa, aliyefanikiwa ni ukoo wa Mushi. Nikioa natoka kuwa mtoto wa Kimushi na kuwa mfanyakazi wa Kimushi kwa kwa ajili namfanyia kazi yule mwanamke. Hizo ndio mila za kibantu ambazo tumenyang'anywa na wazungu. Matatizo ya jamii yetu ni serikali kuu kusimamia sheria za kikoloni tulizoachiwa. Tajiri amenunua ardhi kutoka kwa mjane huyo, mjane, mjane ukoo wake ulikuwa ukoo gani? Hiyo ardhi ni ya ukoo wa huyo mjane, hizo ni sheria za kibantu. Tukifata sheria za kikoloni, mama amezulumiwa ardhi yake. Mkuu wa mkoa anakuja anaanza kuitafuta local government. Unaona mistake ilivyo, manake hata process za huyu tajiri kununua hiyo ardhi kutoka kwa huyo marehemu local government haikuhusishwa. Tengeneza picha, wakati huyu bwana anataka kununua hiyo nyumba local government ikashirikishwa, manake serikali ya mtaa. Sasa serikali ya mtaa kazi yake ni kumuita mama mwenye nyumba, mama, mume wako anataka kufanya hichi na hichi na hichi, unajua Nafikiri huo ugomvi ungefika kwa, ugo kwa serikali kuu. Matatizo mengi katika nchi yetu ni serikali kuu kupambana kusimamia sheria za kikoloni kwa faida ya wakoloni. Simple and clear. Yaani mkuu wa mkoa anafika ndo anaanza kuitafuta local government. Yaani ukiona tukio lolote polisi wanafika ujue polisi ni order ya central government kuja kuinforce sheria fulani ambayo hiyo sheria kiuhalisia haina faida kwa jamii. There is, kuna vitu vingi tunatakiwa tubadilishe katika jamii yetu ndugu zanguni. Bado wazungu wanatutawala. Huyu mama anaporwa ardhi yake, hiyo ardhi ni ya kwake, kwa sababu wamiliki ardhi katika sheria za kibantu ni wanawake. Wanaume sisi ni wafanyakazi. Ukienda kwa ukoo wa Mushi, Masawe, Malia, wanaomiliki ile ardhi ni wanawake. Wale wanawake waliletwa pale na Malia ambaye ni mwanzilishi wa ukoo, ambaye Malia aliwaozesha kwa vijana wake kwa faida kwamba wale wanawake wazae watoto kwa faida ya mali. Unajua, watu hawaelewi wabantu walivyotengeneza miji yao. Mwanzilishi wa ukoo wa, wa, wa mwishi yani, mpaka leo hii anaumiliki ukoo wake. Hakuna dola iliyojengwa kwa kuzunguka wanaume, dola zote zimejengwa kwa kuwazunguka wanawake. Hata Western Empire, wanawake wamepewa uhuru kwa faida ya Western Empire yani, all empires are built around women. Dola ya magharibi, mwanamke amepewa uhuru mwingi ili kumvurugavuruga mwanaume kwa faida ya the capitalist Angale, mfano angalia, angalia impa ya Kiarabu, mwanamke hana uhuru sana pale, kapitalist hawafaidiki sana ini. Kuna kitu nakupa, serikali inashirikiana na wazungu na huyo sijui kapitalisti wa wapi huyo, ambaye anampora huyo mama, kumuibia huyo mjane ardhi. Hiyo ardhi ni mali ya mjane ambaye aliolewa na huyo marehemu, kwa sababu marehemu alikuwa ni mfanyakazi wa huyo mama. Huyo mama ni mali ya ukoo wa huyo marehemu. Sijui naeleweka? Yani ingekuwa ni mimi ndio nimemwoa huyo mama nikachukua hati nikaenda kumpa huyo tajiri, nikosa sheria za Kibantu. Ardhi ni ya mama, kwa faida ya wamushi wa Tanzania. Sheria za Kizungu ndio zinatugombanisha. Tubadilishe sheria za Kizungu, turudishe sheria zetu za Kibantu, tuwe na amani. Serikali kuu inasimamia sheria za Kizungu kuwatesa raia wake. Tuelimike, tusiwasome